Mtoto huyo aliyezaliwa katika kijiji cha Manchali alfajiri ya siku ya Alhamisi, tarehe 31 Machi mwaka huu, na taarifa zake kuzua taharuki kwa wakazi wa eneo hilo, ambapo mganga wa zahanati ya Manchali, Gaudensia Mpokwa, amesema wameshindwa kutambua mara moja tatizo la mtoto huyo. Mtoto ambaye amezaliwa leo hapa na ameonekana kuwa huku chini kote amekamilika vizuri, lakini huku juu, yaani haeleweki kwamba ni mtoto wa dizaini gani sababu kama ni ubongo huko tu nje, macho yako tu juu. Kwa hiyo tunashindwa hata kuelewa ni mtoto wa aina gani. Tukio hilo linalodaiwa kuwa ni la kipekee katika eneo la kijiji hicho, licha ya kuwepo kwa matukio mengi ya watoto kuzaliwa na maumbile yasiyo ya kawaida yanadaiwa kuchagizwa kwa kiasi kikubwa na kina mama wengi kutohudhuria kliniki wakati wa ujauzito, kama anavyoeleza Bimeri Mazengo ambaye ni diwani wa viti maalum kutoka kata hiyo. Nimeomba wanawake wawai kliniki, lakini pia wajifungulie hospitali kwa sababu hii yote ndio inayosababisha madhara kama haya, lakini pia watumie dawa kwa wakati zile wanazopewa na manesi, hasa dawa za kuongeza damu, lakini pia wanywe dawa kwa ajili ya tiba ya malaria. Kufuatia kuzuka kwa hofu hiyo, kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Nasoro Mzee amesema utafiti wa kitaalamu pekee ndio unaweza kutoa majibu kama ni homa ya zika, lakini akaeleza kuwa hali hiyo pia hutokea kutokana na kukosekana kwa baadhi ya vitamini kwa mama wakati wa ujauzito. Na zika, mara nyingi kichwa kinakuwa kidogo, sio kinakuwa wazi. Mifupa ile inakuwa imetengenezeka, lakini ubongo unakuwa mdogo. Kwa hiyo ni, ni kitu kingine tofauti na hii. Upungufu wa, wa vitamini ya folic acid, ambayo ule mfumo wa neva unakuwa wazi. Kwa hiyo sidhani kama hii itakuwa ni na uhusiano na, na, na virusi vya zika. Kutoka Manchali, wilayani Chamwino, Dodoma, George Mbara